Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlio muamini mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hal adulluku ala tijarati tunjikum min, min adhabin alim, je ni kuonyesheni njia ambayo mkifanya itakuokoeni itakuwekeni mbali na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Kwanza tu'minuna billah, muamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliyetakasika kumwamini ukweli wa kumwamini, wa rasulihi, pamoja na mtume wake ambaye ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watujahiduna fi sabili llah, na kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu. Huku katika kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kuna mambo mawili hapa, ni amwalikum wa anfusikum, kutokana na mali zenu na nafsi zenu. Kama maswahaba wamefaulu, kama maswahaba wamefanya yale waliyoyafanya, mpaka sasa hivi tunakuwa tukienda Maka tuna enjoy historia zao, tukienda Madina tuna enjoy mpaka Uislamu umeenea katika kila kona ya ulimwengu. Haya mawili haya si kila mtu anakubaliana nayo. Kuna mmoja ambaye pia amualiku, atatoa mali kweli, lakini kwa mfusi kwa kifikia kufa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anasema sija tayari, sija, kwa hiyo kama tumechukua hiki kipande kidogodogo cha video kiklipsi kwa ajili ya kukurushia ndugu zetu, tutoe mali zetu, tutoe mali zetu katika kuendeleza jengo letu. Nadhani tunaona kuna karatasi ziko hapa, tumekwisha zibandika hapa kwa kila atakayetutembelea hapa. Kwa wale wanafunzi watakuwa wanalipia hapa pesa za madrasa kuna wale ambao watakuwa wanalipia pesa zile za msikiti za kila mwezi na pesa zinazohitajika hasa za rent. Tuko wengi, wallahi ni aibu kwamba msikiti wetu wetu tuufunge tumekosa rent, subhanallah. Mwenyezi Mungu anasema, wala yuakhira llahu nafsan idha jaa ajaluha, pindi anapotaka mtu kufa atamwambia, ya rabbana laula akhatani ila ajalin karibi nicheleweshe japo kidogo fa asadaka, nitoe swadak, wa akum minswalihin, niwe miongoni mwa watu wewe. Allah atamwambia wala yuakhir Allah nafsan idha jaa ajalha inapofikia mtu, unapofikia muda mwafaka wa mtoweka ulimwenguni, hacheleweshwi wala aongezewi. Kwa hiyo tujitahidi sana, wale ambao tumeahidi, tumeshafanya juhudi kubwa kupita katika majumba ya Waislamu, tutembelee ile listi hili, tutembelee kile kiwango wametuandalia kamati, tuhakikishe na wale ambao bado tuje. Kuna bills za umeme zinaletwa hapa eh, maji, mashala mwenye nyumba anakabiliana nalo, alafu pia kuna ili eneo hili la mswala linatusaidia madrasa na mengineyo, na ku, ku-present kila nitakapokwenda. Kwa hiyo tunakuombeni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, inshaallah tushikane mkono kwa mkono mpaka peponi na mkono kwa mkono katika kuhakikisha kwamba tumepiga hatua, tusirejei nyuma. Tuwe tunapiga step forward, yani tunapiga ile step kwenda mbele, tusipige tena kurejea nyuma. Inshallah, kila atakayepata kiji clip hiki, tunaomba kwa kweli yale ambayo tuliyoahidi katika wale ambao tumewatembelea na ambao hatujawafikia bado, tuhakikishe kwamba mpaka miaka ijayo miwili mitatu tumeshakuwa ni wengine tena, biidhnillah. Allah atufanyie sahali.